Kabla ya Allah kukupa baraka kubwa huwa anakupitisha kwenye mtihani mkubwa. Ni kama vile fundi anavyopima uimara wa chuma kabla ya kujenga daraja, ndivyo Allah anavyopima moyo wako kabla ya kukupa neema kubwa. Mitihani siyo adhabu, ni maandalizi. Ni njia ya Allah kukuonyesha kiwango cha imani yako na kukuandaa kwa daraja jipya la maisha. Unapopitia changamoto usione kama umeachwa, bali ujue Allah anakuchagua. Kumbuka, hakuna dhahabu inayong'aa bila kupitia moto. Hivyo unapojikuta kwenye magumu, usikate tamaa. Sema ya Allah, kama huu ni mtihani wako, basi nipe nguvu za kusimama ndani yake. Baraka kubwa huwa zinakuja baada ya maumivu makubwa. Subira yako leo ndio ufunguo wa faraja yako kesho.